Kwanza kabisa, unaweza kutueleza kwa ufupi Tume ya Taifa ya Mipango ni taasisi ya aina gani na majukumu yake ni yapi na nafasi yake katika kupanga maendeleo ya nchi? Karibu. Ninashukuru sana. Tume ya Taifa ya Mipango e, ni taasisi ambayo ilianzishwa na serikali, ikiwa imeanzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ndio kwa sheria ya Tume ya Mipango. Kwa hiyo imeanzishwa kisheria kabisa, kwa sheria mm. ya tu, Tume ya mipango okay. Sasa baada ya kuanzishwa mm. e, tume hii ina ina mambo mengi ambayo ina inafanya ina ndio ambapo kimsingi wajibu na wajibu na wajibu na majukumu ya tume mm, ina kazi nyingi sana ambazo unaweza kuta zinafikia kama ishirini hivi. Mm, mojawapo ni kutathmini hali ya rasilimali za taifa na kuishauri serikali kuhusu matumizi bora ya rasilimali hizo, kuandaa dira ya maendeleo ya taifa mpango wa maendeleo wa muda mrefu, mpango wa maendeleo wa muda mfupi, mm, mpango wa maendeleo wa muda wa kati ndio, lakini pia kupendekeza maeneo ya miradi endelevu ya, ya kielelezo mm, na mkakati ndio utekelezaji wa miradi hiyo kwa kuzingatia dira na mkakati wa maendeleo, kufanya tathmini ya uchambuzi wa mara kwa mara wa viashiria muhimu mm, ya uchumi ndio ambavyo vinajumuisha urari wa malipo Mm. Mtiririko wa fedha, bei, deni la taifa na kuishauri serikali ipasana. Kwa hiyo kuna kazi nyingi sana ambazo kimsingi tume hii inafanya lakini kwa ku, kwa kusamarai tunaweza mm. kusema inasimamia mipango ya kitaifa na masuala ya kiuchumi ya nchi katika maendeleo. Dira, okay, uh, ya maendeleo ya taifa elfu mbili na hamsini, ni nini hasa? na E, ni tofauti gani kuu baina yake na dira ya elfu mbili na ishirini na tano ambayo tunafahamu kwamba hiyo ndio ilitangulia karibu, yeah, dira ya maendeleo ya taifa kwanza, sasa hivi hatuiti hivyo, ndio sasa hivi naitwa dira ishirini hamsini. mm. kwa nini naitwa dira ishirini hamsini? Ndio kwamba serikali iliona ikibadilisha hili jina mm. Watanzania watalielewa ndio kwamba imetengeneza reflection kwa kuangalia kule mbele mm, miaka miaka ishirini na tano ijayo wanapaka nini mm? Sasa hii ni dira iliyotungwa ili kuendana na maendeleo yanayokuja, ndio, kwa kuwa dira inayotumika sasa ya ishirini ishirini na ishirini ishirini na tano mm, inakaribia kuisha, ndio ambapo kuisha kwake itaisha mwakani mwakani, ishirini ishirini na sita ndio umeona mm. kwa hiyo kwa kuwa inaisha na imefanya mambo mazuri, ndo maana serikali imetunga dira nyingine ya maendeleo mm. kwa miaka ishirini na tano ijayo mm. Na kwa Tanzania dira zetu huwa kwa sasa zinaenda kwa miaka ishirini na tano. Sasa kila nchi huwa inakuwa na utaratibu wake, lakini kwa utaratibu wetu yaani, kuna nchi zinazokuwa na dira za miaka hamsini, dira za miaka mia moja, lakini kwa Tanzania dira zetu sisi ni miaka ishirini na tano. Kwa hiyo dira hii tunayozungumza ambayo inatumika kwa sasa ili ilianza kutumika mwaka elfu mbili. Mm. Kwa hiyo miaka ishirini na tano ndo inaisha, tunakuja na dira nyingine ambayo itatumika miaka mingine ishirini na tano inayokuja. Sasa umeniambia kwamba dira hii utofauti wake na dira iliyopita ni upi? Ndio, kwanza dira ishirini hamsini, utofauti wake mkubwa ni kwamba utungaji wake umeshirikisha Watanzania walio wengi sana. mm. na ndiyo maana unakuta utakuwa unasikia wanasema ustawi wa pamoja mm. Ustawi wa pamoja imetokana na kwamba tunataka tuwe na maendeleo yanayofanana, ndio. Yaani, si unaendelea wewe Kyela, mm. lakini Tunduma hawajaendelea, ndio? Si unaendelea Iringa, Mbeya hawajaendelea wa, mm. kwa hiyo ni dira ambayo imekuja na mfumo wa kwamba lazima tusonge mbele tukiwa tuko pamoja, mm. sijui umenielewa hapa. Hilo la kwanza. mm. la pili, utofauti wake mm. hii dira imetungwa na Watanzania wenyewe waliosomeshwa Tanzania. Ndiyo. wamekulia Tanzania, wa Tanzania. Mm. na ni Watanzania na mwenyekiti aliyekuwa na ameongoza kutengeneza hii dira mm. ni mama ambaye anaheshimika kimataifa mm. Balozi Dokta Asha Rose Migiro, nadhani namfahamu ni mtu mkubwa sana. Sasa hivi ndo katibu mkuu wa CCM huyo, ndio aliyokuwa kiongozi wa kamati iliyoandaa dira hii huyu. okay. mama amekaa mpaka kwenye umoja wa mataifa mm. akiwa ni naibu katibu wa umoja wa mataifa, kwa hiyo ni mtu ambaye ana ubobezi mkubwa, na timu yake ilikuwa kubwa sana. okay. Lakini la tatu, ndio ambayo ni tofauti na dira zingine, hii dira imelindwa na bunge Mm. Kwa maana ya kwamba rais yeyote anayekuja kwa miaka ishirini na tano tunayokuja, mm. lazima atekeleze malengo yaliyomo kwenye dira hii. Ndiyo. Sasa hayo ni mojawapo ambaye ina utofauti na mambo mengine mm. Sababu na kingine imechambua ime, ime, ime, ime vitu vingi sana. Ndiyo. ambavyo vitahakikisha kwamba watanzania hawa wanafikia Tanzania wanayotaka miaka ishirini na tano ijayo ikiwa mm. ni Tanzania yenye uchumi wa kati ngazi ya juu mm. ukiwa na thamani ya dola za Marekani trilioni moja kama pato la taifa mm. na mtanzania mmoja mmoja kama wewe Jeni. Ndiyo. uwe angalau unapata dola, angalau unapata e, kama milioni ishirini hivi kwa kama pato lako la kwa mwaka. Ndio ndo utofauti wake okay. Na, na ni mchakato gani ambao umetumika kuandaa dira hii mpya? Je, wananchi wa kawaida pia wamehusishwa kwa namna gani? Pia dira hii eh, walizunguka walivyokuwa wanaandaa Tanzania nzima mm. Ni bahati mbaya tu tuko kwenye redio, tungekuwa kwenye TV ningekupa mfano wa kusema angalia hawa wanachozungumza, sababu tulichukua yale maoni waliokuwa wanazungumza kila, kila ziliandaliwa kila maeneo, kila mkoa alipitia, kila jamii ilipitia, mm. Na ndio maana tumesema ni dira shirikishi mm. Kila mkoa alipitia, kwa mfano mkoa wa Mbeya mm. ulifanyika mikutano mingi pale, ukumbi nadhani, kuna ukumbi unaoitwa Benjamin Mkapa, sio ndio? Pale Mbeya mjini pale, yes. Mm. ulifanyika mara nyingi sana, maoni yamefanyika kwa muda mbe mrefu, Tanzania wamezunguka Tanzania nzima. mm. lakini pia wakaruka waka na nje ya Tanzania mm. wakaangalia zile nchi ambazo zimekuwa na maendeleo ya haraka mm. yanayofanana na Tanzania, wakaenda na huko mm. kwa hiyo ushirikishwaji ulikuwa ni mkubwa sana, ambao umeshirikisha kila rika mm. kila mtu ame, ameshiriki, na ndio maana hii dira tunasema ni dira ya wa Watanzania mm. lakini tu kingine ambacho ni kubwa Mm. sio dira tu ya Watanzania. Hii inaitwa ni dira ya vijana yeah. Sababu kwa nini ni dira ya vijana? Ni dira ambayo miaka ishirini na tano ijayo kijana ambaye hajazaliwa sasa hivi ndo atakuwa na miaka ishirini na tano lakini kijana mwenye miaka ishirini na tano sasa hivi atakuwa na miaka hamsini na ndio maana nasema hii ni dira ya vijana. mm. ndio na wananchi wa kawaida wana nafasi gani katika utekelezaji wa dira ya Taifa? Yaani ni, ni swali zuri sana. Wananchi wana nafasi kubwa sana ya utekelezaji wa dira ya taifa. Mm. Kwanza labda nizungumze tu mambo yaliyomo kwenye dira ya taifa alafu uone ni wanaweza kutekeleza vipi. Kwanza malengo ya dira ya hii ishirini hamsini, mm. ina malengo makuu manne. Mm. Lengo la kwanza ni kuwa Tanzania iwe ni nchi ya uchumi ya kipato cha kati ngazi ya juu Mm. ulio mseto hilihivi jumuishi na shindani mm. Sasa shabaha zilizomo humo, ya kwanza niisha sema mm, kwamba pato la taifa lifikie dola za Marekani trilioni moja mm. Alafu Mtanzania wa kawaida pato lake la taifa angalau apate kwa mwaka dola elfu saba mm. dola elfu saba ni kama milioni ishirini au ishiri na moja, tunaenda huko sawa. Ndio shabaha ya pili ni kutokomeza umaskini uliokithiri kwa makundi yote. Mm. shabaha ya tatu kuwa mzalishaji mkuu wa chakula barani Afrika ma, ma ambazo, saza, higo, na miongoni mwa nchi ambazo zitakuwa bora duniani. Sasa ukishazungumza hivyo hapa ndio mtanzania anashiriki. Ukishasema chakula, uzalishaji wa chakula, tuko Mbeya ni eneo ambalo ni watu wanalima mpunga sana, sindio? ndio mm. Sasa mkoa wa Mbeya tunategemea tukisema mpunga labda tunauza duniani mm. tunategemea moja ya mkoa utakaochangia ni, ni Mbeya. Mm. Unachangieje wananchi wa Mbeya wakazane kulima ili Tanzania iwe ni nchi mojawapo bora barani Afrika kwa kutoa chakula duniani? Mm. Mama, unavyoshirikisha hapo hapo, Mtanzania anakuwa anashiriki moye, moja kwa moja. Mm. Ah, tunakuja shaba jingine, amezungumzia lengo la pili ni maisha bora kwa, na, kwa ustawi kwa wote. Mm. Tanzania aishi miaka sabini na tano, anaishije? Wanasema aishi maisha yenye afya na furaha ili umri wa kuishi upana. mm. Sasa anashirikije? Ni serikali inawezesha vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba maisha haya yanapanda, kwa mfano, mfano mm. ambao uko hai tu hapo, tuko Kyela mjini ndiyo. Lakini sema uende labda Ipinda sindio, na mimi Ipinda umeme umefika, ni uongo? ukweli Ninajua vijiji vya Ipinda, sababu Tanzania yote vijiji vyote vina umeme. Kwa hiyo ukishasema umeme umefika mpaka Ipinda ambako zamani ulikuwa hauwezi kufika mm. watanzania walioko Ipinda wanaweza kuanza kujishughulisha mm -hmm. na shughuli mbalimbali za kawaida tu za uchomeleaji na kufanya nini. Na ndio maana nawaambia hata Watanzania wengine kwamba ukisafiri Tanzania usiku ni tofauti na nchi zingine, sababu Tanzania ni ngumu sana kutofautisha kati ya mji mm -hmm. na vijiji, sababu mm -hmm. kote kuna umeme. Sasa Mtanzania mm -hmm. na ashiriki wanajishirikisha kwenye kufanya kazi za kawaida mm -hmm. ambazo zitamuinua kufikia uchumi ambao ana, ana, ana, anahitaji kuwa kwa kuwa mm -hmm. serikali imeshawezesha. Mm. Tunakuja kingine, Mtanzania ashirikije? Zamani, ndugu mm. mtangazaji, mtoto akifaulu darasa saba, ilikuwa kile lazima inafahamika, nyumba ile imefaulisha mtoto darasa saba. Lakini kwa sasa hakuna hata kusikia kwamba mtoto fulani, kwa sababu watoto wote wanaingia. Serikali mm. imeweka mifumo mizuri ambayo watoto wote wanaingia sekondari kwa mm. kufanya hivi, na no, wanashiriki kuleta maendeleo ya nchi, sababu nchi ili iendelee lazima uwe na vijana waliosoma Mm. wenye utaalamu mzuri. Sasa mtanzania anashiriki vipi? Atashiriki kwenye kuendeleza elimu na kwa ajili ya ma, maendeleo ya baadaye. Mm, dira imetoa mwelekeo mzuri sana na mambo mengi mazuri yapo mle, lakini tunatamani kufahamu tume inahakikisha vipi hichi ambacho kipo kwenye dira kinatekelezwa kwa ufanisi kabisa kuanzia ngazi za chini. Ninashukuru sana kwamba tume anakaa kama ni, ni, ni refarii wa kuangalia mifumo inavyoenda, lakini serikali kwa ujumla kwanza kumekuwa na na miongozo iliyo mbalimbali ya kuhakikisha dira inatekelezwa. Ninakumbuka mheshimiwa katibu mkuu kiongozi alikutana hata na makatibu wakuu wote Tanzania, akawaambia sasa hivi tusifanye kazi kimazoea, tuhakikishe tunabadilika kuifanya dira hii inaendana. La pili, kuna marekebisho mengi yanayosomwa ili kuhakikisha yanafanyika kuendana na dira, kwa mfano kama kuna sheria ambazo zinakinzana na mwendelezo wa dira mwanasheria mkuu ameshasimama kidete kwamba zitarekebishwa. Mm -hmm. Kama kuna mifumo yoyote ambayo haiendani na dira ya sasa, yote itarekebishwa ili kuendana na mafanikio ya dira ambayo inataka, ili kufikisha uchumi wa hali ya juu, kufikisha mtanzania anaishi miaka um, sabini na tano, kufanya angalau asilimia hamsini ya watanzania wanakuwa na ajira zenye staa katika sekta rasmi, lakini pia kufanya angalau asilimia ishiri na tano ya Watanzania wote wanapata elimu ya juu, kwa maana ya kwamba ngazi ya juu. Sasa vyote hivyo vinafanya kwamba maisha yao ya tofauti, na ndiyo utekelezaji wa dira wenyewe. Lakini bila kusahau kufanya malezi kwa watoto wa kiume wanapata malezi yaliyo bora ya utotoni, huku angalau asilimia tisini ya watoto wote wanafika hatua stahiki ya ukuaji ifikapo umri wa miaka mitano. Kwa mm-hmm, nini nafanya hivyo? hawa ndio watakuwa watangazaji, hawa ndio watakuwa mainjinia, hawa ndio watakuwa waalimu, hawa ndio watakuwa viongozi wa taifa. Kwa hiyo dira imeangalia mambo mengi sana ya kuangalia kwamba Tanzania hii inabadilika inafika sehemu ambayo ni nzuri sana. Ok, na mnapanga uh, kufanya tathmini uh, ya mafanikio ya dira elfu mbili na hamsini kwa vipindi gani, kila miaka mitano au kumi au inakuwaje? karibu ya uzuri uliopo kwamba dira inazungumzia miaka ishirini na tano ndio, lakini pia kuna mpango wa maendeleo wa miaka ishirini na tano ndio, kuna mpango wa maendeleo wa miaka mitano na kuna mpango wa maendeleo mm wa mwaka mmoja. Kwa hiyo hizo hizo zote zinakuwa zinatuonyesha kwamba tumefika wapi. Mm. Kwenye mpango wa maendeleo mwaka mmoja ambao kila mwaka unatekeleza mm. itakuwa inatuonesha, kila baada ya miaka mitano itakuwa inatuonesha. Kwa hiyo kila kitu kiko pakiti vizuri, kuhakikisha dira hii inakuwa ya tofauti na dira zingine. Na kwa nini unaanza kukuta dira hii iwe ya tofauti? Kwanza mm. kwanza, eh, kwanza elimu kwa umma. Huko nyuma, mm. mazingira yenyewe hayakwepo mm. hata radio Kiela hayakwepo mm. kwa hiyo mtu wa Kiela asingesikia haya tunazungumza sana mm. Zamani ili upate nani, unasubiri labda Redio Tanzania tu iseme mm. mwaka elfu mbili kulikuwa na vyombo vichache vya habari mm. tofauti na sasa, na ndio maana moja ya nguzo yetu sisi ni kuhakikisha watanzania wote wanaelewa hii dira mm. ili utekelezaji wake uwe ni uwe ni wema zaidi na ni bora zaidi kuliko kitu chochote kilichowahi tokea hapa nchini mm. na serikali kupitia kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. imefanya kazi nzuri sana mm. kazi kubwa sana ambayo imefanya. mm. Ndiyo, na yeah. Natamani kufahamu vyama vya siasa vina nafasi gani katika kuikamilisha ama katika kutimiza dira hii ya ishirini hamsini ya kinachotakiwa katika sera za vyama vya siasa ilani zao tunaamini chama ambacho kiko serious lazima kichukue maendeleo, kichukue vile vilivyomo kwenye dira ya taifa ya maendeleo, sababu dira ya taifa ya maendeleo ina kuongoza uendeji. Kwa hiyo chama chochote ambacho kiko makini lazima kiwe ilani zao zinaendana na dira mm. kwa hiyo lazima inakuwa hiyo ndio na kama tume... nyinyi wa Tanzania kusoma mm. na kuangalia chama kipi kimechukua dira ishirini hamsini kwa ajili ya wa kuambia Watanzania kwamba mimi niki, niki, niki, niki, nikiwa naongoza nitafanya. Lakini ka... kila chama kinatakiwa kuwa na hiyo dira, yani ilani zao lazima tunataraji zo zinalingana zna, na yale yaliyomo kwenye dira. Kama tume, mnahakikisha vipi viongozi wa kisiasa pamoja na maamuzi ya kisiasa hayaathiri dira ya taifa? Kama nilivyokuambia kwamba dira hii imelindwa na bunge, nadhani inawezekana kueleweka vizuri tunavyosema dira imelinda na, na bunge ina maana ni mwongozo ambao huwezi ku, huwezi kufanya vinginevyo nje ya dira mm, sababu ni kama imekuwa ni taratibu, imekuwa ni sheria, iliingizwa na kwenye bunge na bunge likapigia likasema limeridhika. Hiyo ndio dira ya kwenda miaka ishirini na tano na nchi hii, sheria zote zinatungwa na bunge madhamu okay. menyewana okay. na ni sekta zipi ambazo zimepewa kipaumbele katika dira hii mpya ya? Ninashukuru sana ninashukuru sana kwanza, kama unavyojua serikali kupitia dira imetaka ime, kuwe na uchumi imara jumuishi na shindani mm. kwa hiyo kuna sekta mbalimbali ambazo zimechukuliwa zime, zime, zime, zime, zime, zime, zime sekta mm. Kwa mfano sekta e, ambazo zimenanii zi dira ishirini mm. imebainisha maeneo kama matano hivi ambayo ni vichocheo vya kuharakisha ku utekelezaji wake. Vichocheo hivyo ni pamoja na usafirishaji fungamishi mm. Fungamishi tunavyosema usafirishaji fungamishi, ina maana barabara, reli, ndege na nini na maji, lakini mm. sayansi na teknolojia mm. utafiti wa maendeleo, mabadiliko ya kidigitali na nishati kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vimechukuliwa kwa mfano, usafirishaji kuunganishi mm. utaifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara kikanda. Lengo hili linafanikiwa kwa kuboresha na kuunganisha miundombinu kama reli, bandari na barabara na ufanisi wa anga mm. Lakini upatikanaji wa nishati pia ni kichocheo kingine cha ustawi wa jamii, kama nilivyo kuendeleza kwamba Tanzania kwa sasa hakuna kijiji ambacho hakina umeme mm, na maendeleo yote yanahusiana na umeme. Matumizi ya sayansi na teknolojia yatasaidia ufanisi sana, na hii matumizi ya sayansi na teknolojia kwenye malengo ambayo sikuzungumza, lengo mojawapo la la tatu linaeleza Tanzania wanataka iwe ni nchi ya teknolojia, sayansi na teknolojia, kwa maana kwamba asilimia sabini ya Watanzania nafika mwaka a ishirini na hamsini wao wanatumia tehama. Mm. na wakati serikali huduma zake zitakuwa zinatolewa kwa asilimia themanini Mm. kidigitali. Ndio, kwa hiyo ni mambo ambayo serikali yenyewe imeshajipanga kwamba, na wewe unaweza mtangazizi, kwa nani nenda Kyela hapo halmashauri ya wilaya ya Kyela hapo mm. nenda ukate leseni kwenye nani uweze kupewa kwenye karatasi mm. utaingia kwenye mtandao, utalipa kwenye mtandao, leseni ya biashara itakuja kwa mtandao. Sasa serikali inasema kama mwaka hamsini asilimia themanini ya huduma zake ziwe zinatolewa kidigitali. Aa, yes. Kwa watu ambao wao wanaona dira hizi ni kama ndoto tu ambazo haziwezi kutekelezeka una ujumbe mm. gani kwao? Mimi ujumbe wangu nilio nao ni kwamba eh, tusi, tusiende kwa mazoea hii mm. serikali ya sasa imejipambanua na imejipamba sana. Ndio. na ndiyo maana imeamua kuwa na tume ya taifa ya mipango mm. ambaye haikuwepo Mm. lakini iwe na department kabisa ya idara ya mawasiliano mm. ili kutoa elimu kwa umma ili watu wafaidike. mm. Sasa watu wanaweza kusema kwamba hii dira ni ni maneno tu, lakini siyo maneno. Ninachoweza kusema tuna changamoto kubwa ambayo inabidi tuitatue sisi wenyewe kama Watanzania mm. fikra zetu zibadilike. Ndiyo. fikra zetu zibadilike, unaona mm. Ndio, fikira zetu zibadilike katika utendaji kazi mm. Kwa mfano, na nakameleo tu mfano mzuri tu, unaweza wee ukawa ni mamalishe mm. Lakini huyu mamalishe baadaye ya kuamka, labda saa kumi ukapika vitu vyako, watu wanavyotoka hapo Kyela na basi labda saa kumi na moja wao mm. Wamesha kunywa supu mm. Wewe wanaamka saa moja, wasafiri wote walishaenda. aa mm. Unaweza kuwa na, una duka, tunaenda mfano ya kawaida tu mm una duka lakini maduka mengi tunasikia nafungulia saa tatu saa hivi, ndio mtu akiwa ni msafiri ameshakosa mm. Umeona Ndiyo. Unaweza kuwa fundi cherehani mm. duka lako unafungua saa tatu mm hutegemee kumpata mgeni. Kwa hiyo tukibadilika fikira zetu sisi wa Tanzania kwanza mm. katika utendaji, na hata rais alisema ili dira hii itekelezwe mm. lazima fikra zetu zibadilike. mm. huwa naheshimu sana vyombo vya habari, vyombo vya habari kama nyinyi utakuta umeingia labda saa tisa, saa nane, umeona mm. na huwa mnawahi kwa kuwa muda wote lazima uwe kwenye timetable, kuna mtu anashikika sasa mm. watu ambao ni wafanyabiashara wa kawaida Mm. Unakuta hata unapo nani una, una, una unakuta kufunguliwa saa nne saa tano mm. Sasa kutoka saa moja mpaka saa tano unajua ni kiasi gani umepoteza bidhaa umepoteza faida ambayo, mm. Kwa hiyo tukibadilika kwenye fikra zetu za utendaji mm. unaweza kuta tunakuwa ni jema, na tunaomba redio nazo zitusaidie kama nini mm. ili Watanzania wabadilishe fikra za utendaji. Kwa mfano kitu cha kawaida tu hivi mm tunaweza kuamua hata watoto wetu wa shule za msingi kuanza kuwabadilisha fikra zao. Ndiyo. kwa mfano kwa kusema shule haitakuwa na kengele. Eh, yani watoto wa mjini kama Kyela, kila mtoto pengine a awe, awe, awe, na -na -sa. Akiangalia saa anajua inaenda hivi akiangalia saa anajua tunaenda hivi sasa. Hii inamtengenezea fikra ya kujiamulia na kujiongoza mwenyewe. Sasa sisi wengine tulio wazee tulisoma kwa kuongozwa, ndio maana unakuta mpaka tunafika hapa bila kuongozwa unakuta hatuendi inavyotakiwa. Sasa mm. natakiwa kubadilika kwenye fikra okay. tukiwa tunamaliza, eh, tuna mwisho unatoa ujumbe mm. gani kwa Watanzania kuhusu wajibu wao katika kufanikisha dira ya maendeleo ya taifa elfu mbili na hamsini? Ninaomba niseme kwamba dira ya maendeleo ya, ya taifa ya mwaka hamsini mm. ni maisha mengine ni Tanzania nyingine mm. Watanzania waendelee kuendeleza amani iliyopo, mshikamano uliopo na utu uliopo ili tuwe na maendeleo ambayo ni ya binafsi. Haya maendeleo niliyoyasema haya yanakugusa mm. wewe mwenyewe, ukiamua kulima mpunga, serikali imeshafungua kwamba mm. wanataka liwe ni nchi bora ya utoaji wa chakula. Sasa wewe wameshakupa, wamesha kupa njia mm. ni wewe tu ushinde. Kwa maana hiyo, kama serikali inataka Tanzania, wewe ni nchi bora kuwa na utoaji wa chakula mm. kwa bara la Afrika, ina maana imefungua milango ya kilimo okay. Sasa ni sisi tupambane katika maendeleo mbalimbali mm. ambayo yatatufanya tuwe na maisha bora baadae ya kulalamika kwamba serikali haitusaidii, kumbe imefungua milango, ni sisi hatuitumii. okay. Kwa hiyo hmm. Naomba na nyinyi kama chombo cha habari tuendelee kuelimisha umma kuhusu dira, najua mnayo, na kama hamna nitawatumia, tuendelee kuelimisha watu kuhusu dira, lakini tuendelee kuelimisha watu juu ya kubadilika fikra zetu wenyewe ili tufanikiwe, sababu ukibadilika fikra we mwenyewe unaweza tu kuamua kwamba baadae ya kuwa na lala zaidi nitajiimu kwenye kilimo baada ya kuwa na lala zaidi nitajihimu dukani, baada ya kuwa na lala zaidi nitajihimu kwa mamalishi, baada ya kuwa na lala zaidi nitafanya hivi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo utatekeleza na wewe unafaidika mwewe mwenyewe. Ninashukuru sana Kyela FM kwa kuwa pamoja nami, mmenisaidia kutoa elimu kwa umma. Naomba tuendelee kutoa elimu kwa umma na Mungu awabariki sana. Asante sana. Haya, shukrani sana, tunakutakia majukumu mema. Asante sana. Asana. Asana. Asana. Haya ni Titus Kaguo, huyo meneja E, mawasiliano serikalini kutoka tume ya taifa ya mipango na kubwa zaidi akiyazungumza e, kuhusiana na masuala ya dira ambayo tunafahamu julai 17 e, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa uh, samia suluhu hassan alizindua rasmi dira ya taifa ya maendeleo elfu mbili na hamsini na, na kusisitiza dhamira yake ya serikali ya kuhakikisha utekelezaji wake ambao unafanyika kwa wazi lakini pia umakini na matokeo yenye tija kwa wananchi. Tunarejea hapa, mwanafamilia, endelea kutusikiliza.